Leo naomba kibali. Kwa mfano, lile andiko lilopita linasema naye Yesu akazidi kuendelea na kukua akimpendeza Mungu na nani? Na wanadamu. Toa jina Yesu, weka jina la mwanao, naye Mary Maria, naye Jarden, naye Debora Joi, naye Joisi, naye Melda, naye Houston. Weka jina pale la mwanao, amezidi kukua, anampendeza Mungu na wanadamu, amepata kibali kwa Mungu na wanadamu. Rudia, rudia, rudia rudia rudia rudia, inatokea inatokea. Kuna msemo mmoja nilifundishwaga, wanasema repetition bring liberation. kwa kadiri unavyozidi kukirudia kitu na kukirudia na kukirudia, kuna ufunuo unapata ukiwa unaomba kwa kusoma maandiko, ukiwa unaomba kwa kusoma maandiko, kwa kuyarudia maandiko nini amesema na kile unachokiomba, unashangaa Mungu anaanza kukupa maneno yako, roho Bwana anakupa maneno yako. Unaelewa, eh? Zaburi ya 121 mstari wa 7 na wanane Tumalize hapo, prayer point ya ulinzi. Angalia, moja mbili tatu, tusome. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Mstari wa nane: Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Rudisha mstari wa saba, niwaonyeshe hapo mbinu za kivita, mbinu za kiroho. Unasema bwana atamlinda mtoto wangu na mabaya yote atamlinda na nafsi yake. Ehe, mstari wa nane, mstari wa nane. Bwana atamlinda mtoto wangu atokapo, atamlinda mtoto wangu aingiapo, tangu sasa na hata milele. ch <coughs> Tamka, Bwana atamlinda mtoto wangu. Mtoto wangu atalindwa na Bwana, mtoto wangu atalindwa na Bwana, mtoto wangu atalindwa na Bwana mtoto wangu watalindwa na Bwana mtoto wangu atalindwa na Bwana mtoto wangu atalindwa. Kwa kadiri unavyotamka, unatamka, unatamka, unatamka, unatamka, inakuja, inatokea. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Biblia inasema yeyote atakayeuambia, emsema, atakayeuambia, ongeza sauti yako, sema atakayeuambia, mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini asiwe na shaka moyoni mwake bali aamini kile anachokisema yatatukia biblia inasema yeyote atakayeuambia sio atakayeenda kuubeba mlima a -a, a -a. Yeah, stand ni zito sio atakayeenda kuubeba mlima a -a, biblia inasema atakayeuambia yaani huu ndo mlima kwamba mlima toka atakayesema atakayekiri atakayeongea sio atakayeenda kuubeba mlima ah -ah. Mlima unang'oka kwa kuambiwa, kwa kusema. Jana nilikuwa nawahubiria watu Samue, nikawaambia maneno haya sio mazuri, ila mnirehemu. Wazazi wengi tumewajaza watoto wetu mioni mwao maneno ya maumivu. Wazazi wengi hatujawajaza maneno ya ushujaa Mtoto wako kila akikukumbuka anakukumbuka namna unavoliaga wakati akiwa anaenda shule. E, mimi ndo nishatafuta ada, umeona umeona, mimi si ndo chuma uleta wako, umeona lisiti shingapi, shingapi, milioni mbili, mama nenda kacheza, wanaenda kaoge, nenda kalekale, nenda kauze sule, anakavia nataputela kwa uchungu, ntaputela kwa uchungu. Mimi ndo spichi zenu wazazi Spichi za masimango kwa mtoto akiwa anaenda wapi? Shuleni. Ndicho kilichojaa kwa watoto wetu wengi, lakini what if one day anaondoka kwenda shuleni, wavya, mwanangu jo, temu iliyopita sikupenda matokeo yako. Sasa sikiliza mimi, mama yako, mimi baba yako, jambo la kwanza nataka ujue, I'm proud of you. Mimi najivunia sana wewe. Anyway, mimi ndio jembe langu. Alafu Biblia inasema wewe ni kichwa sio mkia. Biblia inasema wewe ni wa kwanza sio wa mwisho. Biblia inasema wewe ni wa juu sio wa chini.